Habari za wakati huu, wapenzi watazamaji, karibu tena kwenye chaneli yetu ya kuvumbua siri za kisaikolojia. Karibu sana kwenye familia yetu. Kama ndiyo mara yako ya kwanza hapa, umefika sehemu sahihi ya kujifunza siri za kisaikolojia na nguvu za watu wenye akili nyingi. Bonyeza subscribe na kengele sasa, ili uwe wa kwanza kupokea elimu hii ya kina. Tumekuwa kwenye safari ndefu ya kufichua nguvu za introvert wanaosifika kwa akili nyingi. Leo tunaweka nanga kwenye kundi la mwisho na la kuhitimisha la haiba hizi. Kama tulivyojadili kundi la introvert melancholic hapo awali, sasa tunageukia kundi la pili na lenye nguvu za utulivu. Kichwa chetu cha leo kinasema: nguvu ya uongozi wa kimya na hekima ya kina, kundi la mwisho katika video hii. Tutachambua kwa undani jinsi utulivu wao wa ndani, subira na uwezo wao wa ajabu wa kusikiliza unavyowafanya kuwa watu wenye hekima ya kina na wenye uwezo wa kutatua migogoro kwa busara. Tutapitia nguvu kumi za msingi zinazomfanya huyu introvert wa kipekee kuwa mtu wa kuaminika na mwenye uthabiti wa kisaikolojia. Usiondoke, endelea kutazama ili kugundua siri za utulivu huu wa kipekee. Tuanze. Moja, utulivu wa ndani na udhibiti wa hisia. Introvert phlegmatic ni mtu anayejulikana kwa utulivu wake wa ndani unaotoa hisia ya amani kwa wale walioko karibu naye. Haikimbilii vurugu au kelele, na hata pale dunia ikiwa kwenye shinikizo, anakaa kimya, huku akili yake ikichakata kila hali kwa utulivu. Hataki kufanya maamuzi ya haraka kutokana na msukumo wa kihisia, bali hufikiria kwa kina kabla ya kuchukua hatua yoyote. Utulivu huu ni mali yake kubwa, mara nyingi humfanya awe kimbilio la wengine pale migogoro inapoibuka. Watu wanamwona kama mtu anayejua kupima hatari na kutoa suluhisho la busara bila kuongeza kelele au kuchanganya hisia. Utulivu wake sio tabia ya nje tu, bali ni mfumo wa ndani wa kuishi, unaomfanya awe na uthabiti wa kihisia na kuaminika katika kila hali. Mbili, uwezo wa kusikiliza na kuelewa hisia za wengine. Wana uwezo wa kutambua hisia zilizofichwa kwa kuwa hawasikii maneno pekee, bali pia hufuatilia alama ndogondogo za mwili na sauti. Wana busara ya kuelewa hisia za wengine, bila kuingilia au kuwasilisha hisia zao moja kwa moja. Wanaweza kuwa kimya kwenye mazungumzo, lakini wako makini na kila hatua wanayochukua ni ya kuthamini na kuheshimu hisia za wengine. Hii inawafanya kuwa marafiki wa dhati na washauri wa kutegemewa, kwani wengine hufanya nao mazungumzo kwa usiri na uaminifu bila hofu ya kusahaulika. Ni watu wanaosikiliza kwa kina na kuelewa kila nuansi ya maneno na mienendo ya watu, jambo linalowafanya wajue ni lini watoa msaada, ni lini watoa ushauri na ni lini wanachukua hatua kimya. Tatu. subira na uthabiti wa kisaikolojia phlegmatic hawakatishi tamaa kirahisi. Wana uwezo wa kushughulikia changamoto zisizo na mwisho bila kulalamika, hutumia muda wao kwa kufikiri hatua kwa hatua, kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Hii subira ni mali ya thamani kubwa, kwani inawafanya wawe watu wa kuaminika, hususan pale ambapo wengine wanashindwa kufuata hatua zilizopangwa. Hawapendi haraka ya matokeo bali huchagua njia ya kudumu kuhakikisha kila hatua inasababisha matokeo yanayohitajika. Subira yao si ya kutojali, bali ni muundo wa kufikiri na kutenda unaotoa matokeo sahihi bila kupoteza akili au utulivu. Nne, uwezo wa kufikiri na kuchambua. Kisaikolojia wanafikiri kwa kina zaidi yanavyoonekana kwa macho. Kila uamuzi, maneno au kitendo kinapimwa kwa uchambuzi wa kina wa hatari, matokeo na uwezekano wa fursa. Hawapendi kufanya kitu bila kujua matokeo yake ya muda mfupi na ya muda mrefu. Hawa watu hutengeneza mpango wa kuzingatia kila kigezo kabla ya kuchukua hatua. Hii inawafanya kuwa wa busara, wa kuaminika na wenye mwendo sahihi wa maisha. Hufanya kazi kwa mantiki ya kina, na kila kitendo kinakuwa na mwendelezo unaowapa matokeo chanya bila kupoteza utu au kudhuru wengine. Tano, uaminifu, upendo wa kina na uwajibikaji. Katika kila mahusiano, introvert phlegmatic ni mtu wa uaminifu na upendo wa dhati. Hachukii watu, hachukii migogoro na anapenda kuhakikisha kila uhusiano unaendelea kwa amani. Katika kazi au majukumu, hutimiza ahadi zake kwa kiwango cha juu zaidi bila kudai sifa au pongezi. Katika mapenzi na urafiki, anapenda kwa kina na kuheshimu hisia za wengine. Upendo wake ni wa muda mrefu na unaokuwa polepole, unaojenga msingi imara wa uhusiano wa kweli. Uwajibikaji huu unamuweka kuwa mtu wa kuaminika na wa kuthaminiwa kila mahali, kwani hufanya kila jambo kwa utulivu, hekima na moyo wa dhati. Sita, uwezo wa kutatua migogoro kwa hekima. Introvert phlegmatic huchukulia migogoro kama changamoto za kufikiri, si kitu cha kupiga kelele au kushinikiza hisia. Anaangalia pande zote, kuelewa hisia za kila upande na kutafuta suluhisho lisilo na vurugu. Hekima yake inajitokeza pale wengine wanapopoteza utulivu; yeye hubaki thabiti, kimya, na hatimaye huleta mwangaza wa suluhisho lenye busara. Wanaweza kuamsha amani kwenye migongano yenye chuki kwa maneno machache, lakini yenye ufanisi wa kudumu. Hii tabia inawafanya kuwa watu wa thamani katika familia, marafiki na kazini, kwani wanaleta usawa na amani kwenye mazingira yote wanayokuwamo. Saba, upole wa tabia na hekima ya kimya. Ingawa introvert phlegmatic hakuwa na kelele kubwa, ndani yake kuna nguvu ya kimya inayoshughulikia changamoto kubwa. Hupambana na shida bila kuonekana wakali, na hataki kuvuruga au kuathiri wengine kwa hisia zao. Wana busara ya kutatua matatizo kwa njia tulivu, wakiwa na ujasiri wa ndani. Hii inawapa heshima isiyoonekana. Wengine hujikuta wakifuata maamuzi yao bila hata kuelewa kwa nini wanamheshimu upole huu wa tabia unaunganisha utulivu na ujasiri na huwafanya wawe mfano wa kuigwa. Nane, uwezo wa kujitafakari na kukua kisaikolojia. Introvert phlegmatic ana tabia ya kujitafakari kila wakati, anapima matokeo ya matendo yake, hujifunza kutokana na makosa na kurekebisha njia zake ili kuboresha maisha yake na ya wengine. Kujitafakari kwake hakutegemei mtu mwingine, bali ni mfumo wa ndani unaomwezesha kukua kisaikolojia na kiakili. Hii tabia humfanya kuwa mtu anayejiwekea malengo ya kweli, anayefahamu nguvu na mapungufu yake, na hivyo kufanya maamuzi bora zaidi ya maisha. Tisa, uaminifu na uwajibikaji wa kina katika kila eneo la maisha. Introvert phlegmatic ni mtu wa kuaminika, huwajibika kwa ahadi zake, hufanya kila jambo kwa umakini na hutimiza majukumu yake bila kudai pongezi azi huu wajibikaji humweka kuwa mtu wa kuaminika na wa kuthaminiwa, kwani kila jambo linafanywa kwa usahihi. Katika mahusiano, anapenda anaheshimu na kulinda wale waliopo karibu naye. Upendo wake na uaminifu wake ni wa muda mrefu unaojenga msingi thabiti wa uhusiano wa kweli. Kumi, hekima na uongozi wa kimya. Introvert phlegmatic huongoza kwa mfano, si kwa kelele au mabavu. Hekima yake ya kimya hutoa mwanga wa mwelekeo sahihi kwa wale walioko karibu naye. Wanaweza kutatua changamoto, kushughulikia matatizo na kupanga mambo kwa njia inayofaa bila kuonesha nguvu au kujivunia. Watu wengi hufuata maamuzi yao kwa sababu ya ushawishi wa kimya unaoibuka kutokana na utulivu, busara na uthabiti wao. Huu uongozi wa kimya huwafanya kuwa wa kuaminika, wenye mvuto wa kiasili na wenye nguvu ya kudumu katika jamii. Naam wapendwa wa watazamaji, tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa kina wa introvert phlegmatic, kundi la pili na la mwisho katika mfululizo wetu wa haiba za introvert zenye akili za juu. Tumejifunza siri ya utulivu wao, hekima yao ya kimya na uwezo wao wa ajabu wa kusikiliza. Sasa kuna ujumbe muhimu kwako. Ikiwa unataka kujitambua kikamilifu, tambua kwamba kwenye chaneli hii tumekwisha zichambua video za haiba za extrovert, introvert nyingine na hata haiba ya ambivert. Kama bado hujazitazama video hizo, na kusihi usitazame. Ah, samahani, nilimaanisha na kusihi uzitafute na kuzitazama haraka iwezekanavyo. Maarifa haya yatakusaidia kukamilisha picha kamili ya haiba yako na ya watu wengine. Asante sana kwa kutazama video hii hadi mwisho. Usisahau kulike, kushare na kuacha maoni yako hapo chini. Tukutane kwenye uchambuzi wetu ujao, ambapo tutaendelea kufungua milango ya saikolojia na kujitambua. Kwaheri na hadi wakati mwingine.